Mwigizaji wa filamu za Hollywood Val Kilmer aliyefahamika kwa uhusika wake wa kipekee katika filamu maarufu kama Top Gun, Maverick, Batman Forever na The Doors, ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 65 baada ya kupambana na matatizo ya kiafya kwa muda. Binti yake Mercedes Gema ambaye alimpata na mke wake wa zamani aitwaye Joan Wire, aliweka wazi ya kuwa mwigizaji huyo ama baba yake alifariki kutokana na nimonia jijini Los Angeles siku ya Jumanne jana. Cuma aligundulika kuwa na saratani ya koo mwaka 2014 na alifanyiwa upasuaji ikiwemo trekotomi ambayo iliathiri kwa kiasi kikubwa sana uwezo wake wa kuzungumza. Hata hivyo, baadaye alitangaza kuwa amepona saratani. Nyota huyo aliyepata umaarufu mkubwa sana kwa kuigiza kama Iceman katika filamu ya Top Gun ya mwaka 1986 na kama Batman Batman ama Bruce Wayne katika Batman Forever mwaka 1995. Licho kuharibika kwa sauti yake, alirejea tena kwa muda mfupi kwenye screen kupitia filamu ya Top Gun Maverick ya mwaka 2022. Pia alitambulika kwa uigizaji wake mairi kama mwanamuziki Jim Morrison katika filamu ya The Doors ya mwaka 1991.